Naam, karibu kwenye safu ya KTN leo michezo. Na moja kwa moja basi tunaanza taarifa zetu na taarifa ya mchezo wa voliboli ambapo vigogo wa voliboli Jane Wacu pamoja na mwenzake Praxidis Agala wanatarajiwa kuisaidia Kenya kutwaa ubingwa wa Afrika katika mchezo wa voliboli upande wa kina dada. Wawili hao wanachezea timu ya Chamali Chamali Riza ya Ufaransa na wamejumuika katika mazoezi ya kikosi cha Kenya kinachojiandaa katika ubingwa wa bara Afrika. Nahodha wa kikosi cha Kenya cha voliboli Praxidis Agala pamoja na mwenzake Wacu, Jane Wacu walirejea nchini kujiunga na kikosi cha Kenya baada ya kutoka Ufaransa. Mkufunzi wa Kenya David Lung'ao, pamoja na wachezaji wengine kambini, wana matumaini makuu ya kuwa wawili hawa watawasaidia katika kinyang'anyiro chao cha ubingwa wa Afrika. Kuwa kwao kule bara Europa, kwa season moja, kimewapa mwelekeo tofauti ya vile hali ya mchezo inacheza katika kiwango cha juu, na nafikiria wataleta hiyo experience ama exposure ambayo wamepata kule juu kusaidia wengine washuna kadhambi. Wamekuwa Ufaransa kuanzia mwaka jana katika kikosi ambacho walikisaidia kufuzu kwa daraja la juu wawili hawa hawakuwemo katika kikosi cha Kenya kilichofuzu kwa taji la All African Games na kibarua chao sasa kitakuwa ni kikubwa hata zaidi. Reception na setting na vitu zingine hizo, eh, basic skills za volleyball sasa tumeimprove na tumegain at least experience. Mafans kwanza, tunaweza waambia wakam kwa wingi. Cause hao wakiwa sasa zenye tuko down, wanze kuboom pale juu inatua mshanga sana. Inafanyika France yenye ningependa ifanyike hapa Kenya ni ile players wote wanalipwa na aimati kama we ni professional ama we ni wanyumbani, bora ume sign contract na club unalipwa at least mshahara mzuri yenye inaweza kusaidia, alafu pia fasiliti zao ni mzuri na pia voliboli yao wanaanza kama watoto bado ni wadogo. Lung'aa amekuwa akitumia huduma za Janet Wanjana Joi Senaka, na kurejea kwa Washuna Agala ni manufaa katika kikosi cha Kenya. Moses Wahisi, KTN Michezo.